Matukio ambayo tunatarajia kuyafanya sambamba na maonyesho ya mwaka huu ni kliniki ya biashara. Kama mnavyoelewa, tunakuwa tuna kliniki ya biashara, taasisi zote ambazo zinafanya uratibu wa biashara nchini zinakuwa pamoja pale. Kwa hiyo kila mtembeleaji anakwenda pale anahudumiwa. Lakini pia maonyesho haya kama kawaida, mwaka wa tatu mfululizo, kumekuwa kuna programu mbalimbali kuanzia mwanzo hadi mwisho, na mwaka huu pia kuna programu mbalimbali, na programu hizo zitaanza tarehe 26 Juni. Kwa kuanzia tutakuwa tuna semina ya washiriki wa ndani tarehe 26 na tarehe 27, tutakuwa tuna program ya washiriki wa nje. Lakini pia tutakuwa tuna kutakuwa kuna zoezi la uchaguzi wa banda bora, lakini kutakuwa kuna ufunguzi rasmi wa maonyesho haya ambao unatarajiwa kufanyika tarehe tatu. Kutakuwa kuna program ya urithi wetu saba saba, urithi wetu. Hii ni program ambayo ya wanafunzi wanaotoka mikoa mbalimbali nje ya Dar es Salaam, lakini pia wana, wengine wanatoka Zanzibar. Kila mwaka tunatoa fursa kwa mikoa mitano wanafunzi ambao wamefanya vizuri katika shule zile za vijijini, zile shule za private zile, wana tunawaruhusu wanaleta wenyewe, lakini hizi tunaziweka kwenye programu yetu kwa sababu huwa tunatafuta wadhamini. Kwa hiyo watoto wanaotoka shule za vijijini wanapata fursa. Kwa nini programu hii? Hii ni programu ambayo imeweza kuwapa nafasi wanafunzi wa vijijini, ambao huenda kwenye mikoa yao, kuna maeneo yanaitwa sabasaba, na tumeshuhudia mikoa mingi, ukitembea unasikia viwanja vinaitwa Sabasaba au eneo linaitwa Saba Saba, lakini hali halisi wale watoto wanakuwa hata wajui hiyo Sabasaba nini. Ndio maana tukaweka hii programu ya Urithi Wetu, ili wajue, wanaposikia Sabasaba wanapopata fursa, wanawasimulia na wenzao, kumbe Sabasaba ni hivi. Na tumetaka kwa saba Sabasaba iendelee kuishi kama tulivyorithi sisi. Leo hii inatimiza miaka 49, kwa hiyo na watoto wetu wairithi na waendelee kuienzi. Sabasaba ina historia yake, kwa hiyo mwaka huu pia tutakuwa tuna program hiyo ambayo itaanza tarehe 3 Julai ni programu ya siku tatu mfululizo. Watapata fursa ya kutembelea maonesho, lakini watatembelea maeneo mbalimbali ya miundombinu, maeneo muhimu yote ya Dar es Salaam, miundombinu muhimu. Wataweza kupata fursa ya watoto kutembelea, hiyo ni exposure kwa hao watoto waliofanya vizuri.